Jambo la pili, Bwana Mtume anasema tuftahu fihi abwabu samaa. Allah tabaraka wa taala anafungua milango ya mbingu, milango ya kheri. Kwa lugha nyepesi, ndani ya Ramadhan, ndani ya mwezi mzima wa Ramadhan, ni mwezi pekee ambao kwa masaa ishirini na nne mtu anaweza kuomba dua yake na isiwe na hijabu, isiwe na kizuizi. Kwa nini? Rejea maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bwana Mtume anasema watu wa aina tatu hazirudishwi dua zake, watu wa aina tatu wakiomba dua yao hairejeshwi na Mwenyezi Mungu tabaraka wataala. Mmoja kati ya hao watu ni mtu aliyefunga mpaka atakapofuturu jioni. Yaani, katika yale masaa yako yote yale ulionuia ya kufunga yale, kuanzia subuhi mpaka magharibi, pale wewe una fursa ya kumwomba Mwenyezi Mungu tabaraka wataala jambo na jambo hilo likawa makbul, ni lenye kukubaliwa na Allah tabaraka wataala ni jambo linalopatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani peke yake. Nini atugawie mwenyezi Mungu tabaraka wa taala, ewe mwana wa Adamu? Ndio hapa mwenyezi Mungu anatuambia katika Qurani, ya ayuhal insanu, ewe mwana wa Adamu. Mungu anazungumza na mwana adamu anayeghafilika na neema anazopewa na Mungu, ya ayuhal insanu magharaka birabbika lkarimu. Tena kwa lugha ya kubembeleza, kwa lugha nzuri kabisa, ewe mwana wa Adamu, wewe kipi kina kughururi, kipi kina kudanganya? Birabbika lkarimu, hata usifate amri za mungu wako. Yani anakupa mwezi ambao umebarikiwa, anakupa mwezi ambao kwa masaa ishirini na nne yake kwa siku thelathini ukiomba dua yako ni yenye kukubaliwa. Huombi, hutafuti baraka? magharaka birabika lkarim, magharaka birabika lkarim. Tena Allah tabaraka wataala anakukumbusha, anatukumbusha. Huyu Mungu mwenyewe ni yupi? Alladhi khalakaka fasawaka faadaraka. Mungu ambaye amekuumba. Yani, kama wewe unamwambia kijana ambaye wamuona hapendi shule, wakati baba yake amejitoa kwelikweli kumpeleka shule ama madrasa. Sasa ndo unamshika unamwambia, hivi we mtoto, unakosa nini wewe? Hebu ona, baba yako amekupeleka shule nzuri, anakupeleka na gari, unakwenda unarudi, uangalia pesa za matumizi unazopewa. Sasa baba huyu, kwa nini unamwasi wewe? Ndio maana ya aya maneno ya Mwenyezi Mungu tabaraka wataala. Kwa jambo la pili, tuftahu fihi abwabu samaa. Jambo la tatu, tughulaku fihi abwabu ljahim. Ndani ya Ramadhani, Allah hufunga milango ya moto, hufunga milango ya moto. Ni kama mwalimu ambaye anaingia darasani bila ya kubeba chochote cha adhabu hana bakora hana fimbo hana mjeledi hakubeba chochote. Huyu ni aina ya mwalimu ambaye anaonesha yeye aina ya ufundishaji wake namna anachotaka kukitoa kwa watoto wake. Hakuna katika hicho fimbo, hakuna katika hicho bakora wala mijeledi. Kwa hiyo, wewe ni uwe uwe huru kupokea kile anachokupa mwalimu wako. Sasa ndani ya Ramadhan Allah tabaraka wa taala anafunga milango ya moto. Hii ni dalili ya kuwa Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala hana mpango hasira zake yeye. Ndani ya Ramadhani anatutaka sote atumiminie baraka na atuingize peponi. Kila cha kheri tunachokiomba Mungu tabaraka wa taala aweze kutupatia. Kwa hiyo hili ni jambo la tatu makhsus lipatikanalo ndani ya Ramadhan, jambo ambalo halipatikani nje ya Ramadhan. Kwa hiyo watukulaku fihi abuabu ljahim. Jambo la nne, watughallu fihi maradatu shayatin, hufungwa ndani ya Ramadhani minyororo nyororo, hufungwa mashaitani. Subhanallah. Hapa hebu naomba nitoe mfano tutakaouelewa sana hapa mfano unaoendana na mazingira ya dunia yetu ya leo hii tuliyonayo. Hivi tujaalie kwamba kuna mechi ya mpira wa miguu ambayo mnahitaji matokeo kweli kweli, yaani ni matokeo ya goli lolote lile ndiyo yatakayowapeleka katika kufanikiwa. Maana yake mnacheza hiyo mechi, alafu mnakuja kupata penati, waona Yani yule goli kipa tunasema wa ile timu pinzani ambayo nyinyi ndo mnacheza nayo, anafanya rafu rafu mbaya kwelikweli kwa mchezaji wenu, tena kwa rafu yenyewe namna alivyoicheza, tunavunja hata zile sheria za FIFA zile sheria kumi na saba. Maanake adhabu yake inabidi goli kipa asiwepo kabisa pale golini pale, alafu mnampa apige penati mchezaji wenu ambaye kwa namna mnavyomfahamu huyu hakosi hata siku moja, hata awe kafumba macho, maana yake. Kwa hiyo watu wote mnasubiri matokeo mazuri, maana yake, ndani ya mechi hii. Alafu huyu mpigaji wenu wa penati anakosa ile penati, yaani hakuna goli kipa, na anakosa bado penati. Mtamfanya nini huyu mchezaji? Maanake mmemuheshimu sana, sidhani kama msimu ujao mtaendelea kuwa naye manake sasa ndio Allah tabaraka wataala anatuletea mwezi wenye baraka, mwezi ambao anafungua milango ya kheri, mwezi ambao anafunga milango ya moto, alafu yule ibilisi yule ambaye ndio kichocheo cha mambo mabaya anamtia korokoroni ha. Mungu atupe nini tena? Ndio maana ramadhani ni neema kwetu ndugu zangu, ramadhani ni kheri. Yani masahaba ridhwanullahi taala alaihim walikuwa wanapoingia ndani ya Ramadhani, yani Ramadhani namna inavyoondoka, masiku ya Ramadhani yanapoondoka, wao hali yao ilikuwa mbaya, walikuwa wakijisikia vibaya, walikuwa wakiumwa, yani wanajisikia unyonge kwamba mwezi wenye kheri kiasi hichi unaondoka. Na hilo ni jambo lingine ambalo linalipatikana ndani ya Ramadhani.